Chipsi zinaweza kumfanya mwanaume na mwanamke kutoweza kushiriki tendo la ndoa kwa sababu pia chipsi zinapiga ganzi wewe. Madhara ya msongo wa sumu zinazotokana na ulaji wa chipsi kupindukia huwa zinaleta athari kwenye nevu za fahamu kwa kumwathiri, hivyo anaweza kuwa goigoi goi katika tendo la ndoa kikao cha Chipsi hazina virutubisho vyovyote. Umechukua vile viazi, umeviweka kwenye mafuta, umevikaanga kwa kutumia mafuta ambayo yamekaangiwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, Diyo? umeenda kula, Siyo? Wanaume wengi hasa vijana wanakuwa na upungufu wa hisia za tendo la ndoa kwa sababu wanapungukiwa virutubisho ambavyo ni boosters za shughuli za mwili. Wanaume wamekaa kwenye foleni, tunasubiria ya chipsi yai Utasikia sikauke sana. Okay. Wanadhoofika kwa sababu ya upungufu wa vitamins na madini kwa sababu hivyo ndo boosters za shughuli okay, za mwili. Wanaume wengi wanakula vyakula ambavyo vinawafanya wawe manorishidi, yaani wawe na afya ambayo siyo njema kwa sababu ya kupungukiwa nini? Vitamins na madini. Wewe mwanaume alichipsi hai. Uzulie vikao